Miale ya jua la macheo ikichomoza kutoka mashariki ya jangwa la Chalbi, County ya Marsabit. Pembezoni mwa jangwa hili ni vijiji vya Kargi, Kor, Maikona na Kalacha ambamo kwa miaka mingi changamoto kuu zilizofahamika ni utovu usalama, maji na wizi wa mifugo. Ndio maana mradi wowote wa ugavi wa maji ni sawa na mgodi wa dhahabu kwa wakazi, hasa kina mama. Mamlaka ya usimamizi wa rasilimali za maji nchini WARMA ilibaini kuwa maji kutoka kisima wanachotumia pamoja na mifugo yao yana madhara kiafya. Hiyo maji ya gangesa mali na kunywa mmekufa gangisa. Sasa suku hiyo ni chida mpaka sisi na wacha, hakuna mtu anakunywa sahii sababu so, si nakuona iko chida ndani hii maji, ni chufi ni gumu kukunywa tukakunya mkoja wawestoka mchungu, hata tumbo pe tumbu saizingine anauma sisi dudu. Hata watu wanasema maji analetea watu kansa kuharia. Hizo ni dhana tu za wakazi ambao bila shaka si wataalamu wa masuala ya afya, ila serikali ya kaunti pia inakiri hali hiyo ipo ni kwa misingi hiyo wataalam kutoka kaunti hii ya mashariki mwa nchi walijumuika na serikali ya kaunti kumkabilia adui mpya anayewasumbua wenyeji ugonjwa wa saratani Because as we made inquiries about what is happening to the communities here, uh, we also did discover that many cases, by the time they reach hospital, they are in a situation where they cannot be helped. uh, being aware of the facts of cancer, when we are told that majority of the people are at stage 4

Kulingana na utafiti uliofanywa na taasisi ya Kemri, huenda kansa inayochochewa na mitindo ya maisha, maji na vyakula wanavyotumia inasumbua wenyeji. Maybe one of the things that is being attributed to this increase in cancer in our area is the, uh, oil exploration which was done some years ago. And, uh, but I think I cannot pinpoint that as the only cause of cancer. Normally, there are many factors that attribute, uh, to cancer formation.

Kulingana na daktari wa upasuaji kutoka Nairobi ambaye pia ni mmoja wa wataalamu wa kiafya kutoka Marsabit, Daktari Ahmed Elkol, aina fulani za saratani zimeenea sana eneo hili. commonest ones are esophageal

Ndio maana wataalam kutoka kaunti hiyo wameibuka na mpango wa ushirikiano na serikali ya kaunti kutoa huduma za matibabu bila malipo ili kupunguza athari za, za ugonjwa huo. Wakati wa kambi hizo jumla ya watu elfu na saba walichunguzwa maradhi tofauti, hasa saratani, na saba wakapatikana na saratani za aina tofauti. Hata hivyo, kutokana na, na ukosefu wa vifaa na wataalam wa kutosha, baadhi watalazimika kuhamishiwa hospitali zingine. Kwa jumla wanne wenye saratani za tumbo, koo na njia ya uzazi iliyogunduliwa mapema walitibiwa, ila kaunti inasema utafiti zaidi unahitajika Marsabit, ili kudhibiti ueneaji wa saratani eneo hilo kame. Francis Mutegi, QTV.